Karibu tena. Wakazi kutoka kijiji cha Ebusikaira e, wadi ya Marama ya ka, e, katika kaunti ya Kakamega wanalalamikia ubovu wa barabara katika eneo hilo. Hali hiyo imewatatiza wengi, hasa wagonjwa wakitafuta matibabu hospitalini. Wagonjwa hulazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta matibabu kwa kutumia njia mbadala. Kina mama wajawazito wakitatizika vile vile, na wengine kulazimika kujifungua nyumbani ingawa CHPs wetu wanajaribu sana kupeana ujumbe na kuhamasisha wanabutere ya kwamba waweze kutumia hospitali haswa kwa wamama wajawazito na watoto ambao wako under 5 years au ndio wakatrisk sana kwa magonjwa inapowapata. Amekuja hapa kuhamasisha jamii na wana Imanga location kuhusu afya yao ambayo tumekuwa na changamoto kiasi kwa sababu pia tumepata tuko na wamama ambao wanajifungulia nyumbani. Komplina ambayo iko hapa sana huku mashinani ni ukosefu wa madawa pale hospitalini na pia kuna distance ya kufikia facility ambazo zenye zinafaa ziwasaidie. Ndio maana tuko hapa, na venye nimeeleza, inabidi tuunde kitu inaitwa mobile clinics na mabaraza, ili kufikia hawa watu kuwaelimisha na kwa